Natazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Pukia. Karibu sana asubuhi ya leo, Mungu wetu akubariki katika jina la Yesu popote unaponitazama. Ni siku nyingine njema amefanya Mungu wetu, kwa hiyo tunapaswa kumshukuru na hata kufurahia ukuu wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nakukaribisha popote unaponitazama. Karibu, asante kutazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Naamini Mungu ya kwamba kupitia ah, ibada ya leo, somo la leo, kuna mtu anaenda kupata ukombozi wa maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo karibu, tumia mwenzako link, mkaribishe katika kipindi cha leo, karibisha mwenzako tunapoenda kujifunza somo hili. Ninaamini kwamba Mungu anaenda kutusaidia, naamini kwamba Mungu anaenda kutubariki katika jina la Yesu. Popote unaponitazama, karibu sana asubuhi ya leo kwa Ndoto TV, ninapoenda kukufunza ndoto tano zinazoonyesha kwamba kuna mtu ambaye sio amba mtu aliye na laana karibu nawe. Kwa hiyo karibu sana. Facebook wale unaingia, naomba ukaweze kusubscribe. Kama ni mara yako ya kwanza, aweza kulike katika jina la Yesu Kristo. Hata hapa kwa Facebook pia fuatilia. Nataka tuweze kuomba tunapoanza kipindi cha leo. Kwa jina la Yesu, Baba wa mbinguni, Asante, umekuwa ni mwema, umekuwa ni Mungu mkuu, jina lako libarikiwe. Asante kwa kutupa neema na kutujalia rehema. Hata tunapoanza ibada ya leo, ninaomba katika jina la Yesu unaenda kujitukuza katika maisha kila mmoja wetu. Kwa jina lako tumeomba, Amen. Basi pasipo kupoteza muda, leo hii nataka nikufunze uh, ndoto tano zinazoashiria kwamba kuna mtu ama huyo mtu uko naye ako na laana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ningependa uweze kumkaribisha mwingine kwa haraka, tunapoanza tuma link, share uh, staki ikupite, staki ikupite, staki mpite mwenzako somo hili kwa haraka sana. Nakupa muda, tuma link, tuma link mwenzako, wacha waje. Amen. Unaweza ukashare kwa groups unaweza ukashea unaweza ukashea unaweza ukashea, ili tuwafikie wengi. Nataka tuwafikie wengi leo hii hivyo, tuma link katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuma link kwa wengi, unaweza ukashea tu, ili tukaweze kuwafikia wengi siku ya leo. Kwa hiyo fanya hivo, fanya hivyo, nasubiri ukaweze kushea, nasubiri ukaweze kushea ili tukaweze kuwafikia wengi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yesu wetu ni mwema, sijui kama uko tayari ili tukaweze kuanza asubuhi ya leo amen. Kama uko tayari kama uko tayari Mm-hmm. Thank you, Jesus. Tuma link. Okay. Leo ni siku ya kujifunza. Okay. Okay. Fanya hivyo na kusubiri tu kwa dakika chache tuenda kuanza. Pokea pokea, fanya hivyo.